Mlango wa ishirini na mbili. Ndipo Daudi akasema, hii ndiyo nyumba ya Bwana Mungu, na hii ndiyo madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa kwa Israeli. Basi Daudi akaamuru wakusanyike wageni waliokuwa katika nchi ya Israeli, akaweka waashi wachonge mawe ili kujenga nyumba ya Mungu. Daudi akaweka akibatele ya chuma kwa misumari ya tarabe za malango na kwa mafungo na ya shaba, akibatele isiyo na uzani na mierezi isiyo na idadi, kwa kuwa Wasidoni na watu wa Tiro wakamletea Daudi mierezi tele. Daudi akasema, Sulemani mwanangu akali ni mchanga bado na mororo, naye nyumba atakayojengewa Bwana haina budi kuwa nzuri mno, yenye sifa na yenye fahari katika nchi zote; kwa hiyo mimi nitaiwekea akiba. Basi Daudi akaweka akiba tele kabla hajafa. Ndipo akamwita Sulemani mwanawe akamwagiza mjengee Bwana Mungu wa Israeli nyumba. Daudi akamwambia Sulemani mwanawe, kwangu mimi nia yangu ilikuwa kujenga nyumba kwa ajili ya jina la Bwana Mungu wangu, lakini neno la Bwana likanijia kusema, wewe umemwaga damu nyingi, na vita vikubwa umevifanya. Wewe hutajenga nyumba kwa ajili ya jina langu, kwa sababu umemwaga damu nyingi juu ya nchi machoni pangu. tazama